Lakini niseme kwa nini nasemea amani. Nasemea amani kwa sababu jitihada tunazozifanya za kujenga nchi yetu, jitihada tunazozifanya za kujenga uchumi wetu, Underlining condition ni amani, maelewano na mshikamano. Maendeleo yale hayafanywi na Chama cha Mapinduzi na rais wao pekee yao, hapana. Wa maendeleo yale yanafanywa na kila Mtanzania wakwenda kujenga shule ili watoto wetu Januari wote waingie pamoja. Hatukuchagua contractors wala hatukumwambia contractor lete huko na chama gani. Nilisema wapeni contractors wa ndani, wa ndani wote washiriki katika kujenga hiyo. Kwa hiyo contractor wa imani yoyote ile aliingia na akajenga mashule. Tunaendelea na ujenzi wa hospitali ni hivyo hivyo, tunaendelea maeneo mengine ni hivyo hivyo Hawatajenga fungu la watu peke yao, tutakwenda kujenga wote. Kwa tunapokwenda kuweka amani, tunapokwenda kuweka maridhiano, tunapokwenda kusimama kwenye msimamo wa haki, ni kwa ajili ya maendeleo ya Watanzania wote, regardless of political ideology, regardless, anatoka wapi au ni wanani. Kwa hiyo narudia tena kwamba chochote cho tunachokifanya Mama yuko kazini.